Sababu ya pili, kiongozi wa chama aliwaambia, tumeshagundua kususia kwa ACT Wazalendo kutawafurahisha. Na uzuri ni kwamba sisi ACT Wazalendo tunapenda kufanya uchambuzi wa kina, hatujaamua ili kibubusa. Tumefanya uchambuzi kwenye nchi mbalimbali zenye hali kama ya kwetu na tumejiridhisha kote ambako wapinzani walisusia, dola kwanza imepita kwa urahisi, alafu pili imetumia fursa ya kutokuwepo wapinzani kwenye vyombo vya maamuzi kujiimarisha kibabe na kidikteta. Hilo ni darasa la kihistoria. Anayeamua kulikwepa darasa hilo kwa ajili ya kufurahisha watu, anaukwepa ukweli wa kihistoria. ACT Wazalendo tumeamua kuukabili ukweli wa kihistoria, na mifano iko mingi. Ndugu zangu, twendeni Kenya 2017 na na, nyinyi mnafahamu namna Odinga alivyomkaba koo Kenyatta, wakaenda mahakamani, mahakama ikatengua matokeo, ukaletwa uchaguzi wa marudio. Odinga na chama chake cha NASA wakasema hatushiriki. Nini kilitokea? Kenyatta akapita kwa urahisi na akatumia fursa hiyo kuongeza ukandamizaji mpaka Odinga akarudi eh, mezani. Huo ni ukweli wa historia. Zanzibar elfu mbili na kumi na tano matokeo yalifutwa, uchaguzi wa marudio ukaitishwa ilikuwa ni haki kabisa kususia, kwa sababu ile ilikuwa ni dhuruma. Lakini watawala wakafanya nini? Wakapita kwa urahisi, alafu baada ya hapo wakatumia uwepo wao kuongeza ukandamizaji. Hili ndio darasa la historia. Nenda Ivory Coast elfu mbili na ishirini, wapinzani wamemkaba ko osman watara karibia watoto wa mjini wanasema atapike bungo yeye akajiongezea muhula wa tatu kinyume na katiba, akirejea mabadiliko ya katiba elfu mbili na kumi na sita nini kilitokea? Wapinzani wakakaa pembeni, serikali ikapita kwa ubwete, maisha yakaendelea. Huo ni ukweli wa kihistoria. Ukitaka kautafute Egypti, kautafute Venezuela. Sisi tunayajua mafunzo ya historia. Huko Venezuela, sio kwamba nasimuliwa, nimekwenda, nimemwona Maduro jinsi alivyotumia elfu mbili na kumi na nane ile. Watu wanakaa pembeni, yeye anajiimarisha, movement ya wananchi inarudi nyuma. Huo ni ukweli, dunia mzima. Mwenye ukweli mwingine atuonyeshe.